Kama ndo kwa mara ya kwanza nafungua video hivi au unaingia kwenye chaneli, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Uh, ili kujipatia video nyingi pia na kusupport chaneli. Okay, leo tutajifunza namna ya, tulisema tutajifunza namna ya kutengeneza kiti kama meza, lakini kabla tujajifunza hivyo vyote inabidi tuweze kujua Tuweze kujua ili wadi cube. Kuna njia iko huku juu, unaweza ukaja hapa juu, hapa juu, ukaja hapa juu kwa click, ukaja kwenye mesh, ukaja hapa, ukachagua hapa. Kuna hizi nyingi hapa, cube, circle, UV sphere, hizo ote tutazitumia huko mbele. Kwa ukija hapo kwenye kwadi, ukaja kwenye mesh, tunadi cube, ukishadi cube, cube inajitokeza hapa, ukishajitokeza hapo moja kwa moja si tunaileta kwenye edit mode ta kwenye edit mode, ili tupate option ya kuedit tunakuja, tuna taka ili tulitie kala, tulitaka ili tulitie kala, tuna sehemu ya kutia kala, tunakuja huku upande ambayo tulisema ni properties panel, huku tuna tunakuja moja kwa moja huu upande ambao tunakuja, tuna click hapa kwenye hii kitu, kipo kama mpira hapa, kimeni material properties. Ukisha click utaona kuna kitu kinatokea hapa. Kwa mara ya kwanza unakuja kwenye new na click new, tuna mkuja kutokea kitu hiyo, hiki hapa kala. Sisi tuna click hapo kwenye rangi nyeupe, rangi ambayo tunaikule, moja kwa moja tunakuja, tunakutana hii kala, tunakuja tuna click kwenye rangi ambayo unaitaka, kwa mfano ni nyekundu natafuta epi nyekundu evo nyekundu, ni hii hapo. Ukishamaliza hapo, unarudi kwenye cube yetu, shudi kwenye cube au utaona matokeo yote yametokea hii kwa sababu ya kuna kitu hapa, kipo hapa juu. Kuna vitu vya juu nabi tujifunze, ni hapa juu. Ukija hapa juu, kuna hivi vitu, kuna hii hapa ambayo tuliopo sasa ni viewport shading. Hii ni viewport shading, hapa kuna hii, ni nyingine viewport shading method for display, hii hapa kwa niaba ya ku view ipo kwenye kala. Na hii huku, kwa mfano, tuna view kitu ambacho tunalenda, tusha, tuna muda kuweka light nini, tunakuja hii tunaitumia, huku ya tatu sisi. Kwa hiyo hapa, si moja kwa moja tutakuja kuitumia hii hapa. Vipo vingi huku, lakini sisi tutacheza na hivi kile kadi tunavyozidi kwenda mbele ndio tunajifunza moja moja. Tuna click report shading, kisha click moja kwa moja huku, kala yetu imekuja kuwapia, imetokea kwenye ile cube yetu, kwa tunakuwa tumiona hii hapa, ile kala imetokea hapo. Kwa hiyo sasa kishatokea hii kala, sasa tunataka ku apply kala zingine kwenye haya maeneo tunataka kuapply kala nyingine rangi tofauti tofauti kwenye hii cube tuna select face matata, tunakuja hapa juu kwenye ile face. Tunajua hapa ni face, click kwenye face, una unarudi hapa kwenye sehemu yako, tunaselect hii face hapo juu, tunakuja kwenye kala yetu kule, tunatoka hapa, tunakuja kwenye kala, tushafika kwenye kala au uweza click hapa tena kwenye rangi nyekundu moja kwa moja tunakuja kwenye hii button juu huku, kuna hapa kuna hii plus na hii minus. Kwao hapa tunakuja tuna click kwenye hii jumlisha hapa, maanake hapa tuna add material. Okay, click kwenye hii jumlisha, kinatokea hiki kitu hapa kimpira, maana yake ndo tuna add. Unakuja hapa kwenye new, una click new, kisha click new. Unakuja hapa kwenye assign, una assign kisha assign new. Hii ni nyeupe, si ndio? hapa hata huku imetokea nyeupe, kama unaiona hii hapa nyeupe imetokea. Kwa hiyo sisi hapa rangi, tunakuja tunachagua hapa rangi nyingine ambayo tunahitaji sisi. Unaweza ka click hapa, tukasema sasa tunaweka bluu. Tuna click kwenye bluu, kisha click kwenye blue, kisha click kwenye bluu. Unarudi huku kwenye matilio yako, utaona Blue imetokea hii hapo. Kwa hiyo sasa sisi tutakuwa tunaenda kwa umtindo, kwa mfano tuna select face nyingine yao na hapa. Hapa. Select hapa, tunakuja hapa, tuna select face, tunakuja kwenye kala kuja kwenye plus kujumlisha, unakuja new, kisha kuja new, unakuja una assign hapa. Ukisha assign, unatoka hapo, nakuja kuchagua rangi, kwa mfano hapo tuweke kijani cheka kijani, unakuwa umemaliza. Ukirudi huku kwenye cube yetu utaona imetokea hapo kijani. Kwa hiyo tunakuja tuna tunakuja kuselekti face nyingine, kwa mfano tuna select hii hapa face, tunarudi tena huku kwenye rangi tunakuja ku press hapa jumlisha, tunakuja new, tunakuja kwenye assign kuja kwenye assign na click kwenye hiyo kala hapa, na click hapo kala. Kwa mfano hii hapa tuache nyeupe, tuache hiyo nyeupe. Tunarudi huku, kisha rudi huku, tunakuja tuna click face huku nyingine, kisha click hiyo. Tunarudi vile vile tu na click hapa, na kuja kwenye new na assign, na kuja tunachagua, tuna kala mfano hapa sasa hivi tuweke yellow naweka yellow makoa maliza. Baada ya hapo, tunakuja hapa, tuna click face. Tunakuja hapa kwenye nio, tunakuja nio ita kwenye material hapa, tuna assign. Tukisha assign, tunakuja hapa, tunakuja kuchagua rangi mfano hapo, tutachagua rangi gani? Tunakuja kuchagua hii huku rangi maliza hapo, nakuwa ushatengeneza shepu la namna hii hapo, ambayo inakuwa na rangi nyingi, jano nyekundu pale. Kwa hiyo sasa tunataka kuendelea wadi kala, tuna ukishakuja ukisha weka hiyo kaa, tunataka tuongeze rangi nyingine kulingana, tutengeze kama shape fulani hivi, tunakuja tuna right click kwenye mouse yako, na right click kuna kitu kinakuja hapo, cha kwanza kabisa imeandikwa subdivide. Ki click hapo kwenye subdivide, cha subdivide mfano hapo, tusha subdivide. Ukija kwa chini hapa hapa pale kusubdivide kuna kitu hiki hapa, ukikliki kinakuletea hapa. Kwa hiyo hapa tunaweza kuongeza namba of subdivide. Kwa mfano ukikliki hapa ukiweka mbili, maana yake na ile shape yetu tunaona inaongezeka subdivide. Kwa mfano ukiweka tena ukiongeza tatu, unaona inaongezeka namba. Kwa hiyo hapa si tunaweka mbili tu zinatosha, ukiweka mbili inatosha. Kwa hiyo tunataka kuanza kuattach color humu kwenye haya maeneo kwa mfano tunaselekti hapa hizi face, tunakuja kwenye face tunaselekti hii face hapa, kisha selekti hii face je, hapa nyingine ambayo tunaenda kuitumia, tunakuja hapa tunaselekti labda blue, usha select blue, tunakuja hapa tunaweka tunaweka assign. Ukigusa assign tu, ukirudi kwenye video yetu hapa kwenye cube yetu imejiapia hapa, imejitokeza hapa. Kwa hiyo tunatumia tu njia rahisi, tunaselekti kwa mfano, tunakuja tunaselekti tena hapa, unakuja tu hapo unaselekti ile eneo face zako hizo, unakuja huku labda kijani na click kijani, unakuja hapo kwenye assign, una assign, unakuja kwenye nyeupe labda, kwenye nyeupe tuweke njano au tuweke nyekundu, na click hapa, nakuja kwenye ile nyekundu. Of course tuweke njano, click kwenye njano, nakliki asaini njano, natokea pale, nakuja hapa kwenye hii njano yenyewe, na click. Tunakuja kwenye aya material, labda tuweke ni nyeupe, no, tuweke hii rangi hapa, naeka tuna asaini We, tunakuwa, tunakuja huku juu kwenye bluu, <coughs> kwenye bluu labda tuweke rangi gani hapa? Tunaweka labda ni nyeupe hii, kwenye nyeupe una assign. Unacheza tu na unaangalia huku, wapi hatujaweka? Ni chini huku, shuka chini, labda huku tuna select ili eneo eka vizuri tu hapo, tunaselekti ushaselekti, unakuja tunaweka labda ni blue, tuweke blue tuna assign kwa, tunakuwa tumetengeneza shape lingine yenye rangi hizi hapa, kitu kama hiki. Tumetengeneza kitu kama hiki hapa, pia tunaweza tukaja tukaa tunaselekti ili eneo ili ene. kwa kuchanganya rangi tupate shape mzuri zaidi. Nakuja na select hapa hapa hivi, tunaweka labda ni rangi gani? Hamna, tunaweka nyeupe. Tuna asain nyeupe, tunatoka nye tuna hapo tena, tunakuja hapa, tunaselekti, tunaangalia rangi gani ambayo hamna hapa, labda ni blu. Amna, tuna asain ni blu. Tunakuja huku, rangi gani ambayo hapa hamna uli tunaweka kijani, tuna assign kijani. <coughs> Tunakuja hapa tunaangalia nyingine hamna ambayo, tunakuja tunaoda, tuweke rangi gani? Tuweke blue, ile nyekundu tujaitumia, iko huku juu. Tunakuja hapa nyekundu, tuna assign nyekundu. <coughs> Tunakuja hapa juu pia naselekti ili eneo kwa nyekundu tujtumt tunaitia tena nyekundu hapa koo, tunakuwa tumetengeneza hapa shape. Tunakuja huku chini pia unaselekti, nabidi uselekti vizuri, nalipanga tu boxi lako hivi, kaa vizuri, unacheza na kule na ile nakuja na click hapa, nakuja unaselekti labda ni yellow atujaweka sana yellow, tuna click hapo, tunaiweka huyo pia, tutakuwa tumetengeneza shape na namna hii hapa, kitu kama hiki hapa chenye rangi nyingi nyingi. Tunakuja pia lote hililote tunaliselekti ililote lote ililote select ili lote tuna, tuna control D control b kama unakumbuka, ndo tulisema bevo ipo hapo. Tunatumia shortcut control b, kisha control b tunakuwa tumetengeneza kitu kama hiki hapa, kisha control b. Kwa hiyo tunaweza ukaja huku shortcut nyingine ya kwenda kwenye edit mode au object mode kwenye PC yako kuna sehemu imeandikwa tap, kuna click tap tu. Kwa nkua hizi rangi zimeenda kuja attach kutengeneza shape lingine, kwa sababu zimekaa vyovyo, kwa sababu tumi tumiadi tumi control bevel, tumeweka bevel ile bevel. Ndio baada ya kutengeneza shape kaja kuleta hii ikawa namna hii hapa, kwa hiyo tunakuja ili tulisema hii huko ya juu, hapa juu, tulisema hapa ni sehemu ambavyo kama tunataka kulenda koo, tukliki kwanza tuone matokeo yake. Ukikliki pale, manake hii unailenda, kama unavyoiona hapo. Ina nini hapo? Unalenda shelenda, unaona hata na nakua, manake kwenye mpaka inakuja kwenye mzuri mwonekano mzuri. Hapo tumetengeneza shape kama hili render image inakubali pale ambapo kuna tumiweka kamera tumeset kamera. Sasa swala la kuset kamera kwa video nyingine ambayo itafuatia, tutafuatia kwenye swala video nyingine, kwa sababu video nyingine tutakuja kutengeneza kiti, yeah. tunataka kuja kutengeneza meza meza halafu, tutakuja kuona namna gani tunaweza tukaweka light. Tutatumia light na kamera, kwa hiyo video inayokuja tutabezi kwenye kutengeneza ile na kutumia light na kamera, jinsi gani zinavyotumika kwenye Blender. Okay, thank you.